Rais mstaafu Dr Jakaya Mrisho Kikwete ameyasema hayo Ikulu jijini Dar es Salaam wakati akikabidhi rasmi ofisi kwa rais wa awamu ya tano Dr John Pombe Magufuli na kumpatia taarifa yenye kurasa 53 aliyodai kuiandika kiufupi na kuongeza kuwa kwa namna serikali yake ilivyoanza kazi imeleta msisimko na matumaini kwa jamii ya Kitanzania. Nimejitahidi sana kueleza kwa kifupi na kurasa 53 tu taarifa hii eh, lakini bado hata hizo hamsini na tatu ni ni, ni mambo nimeweza kwa kifupi sana, kwa sababu mambo ni mengi katika maeneo mengi, lakini nadhani hii utaisoma itakusaidia. Umekushaanza, umeanza vizuri e, eh, watu wamepata msisimko sasa. Baki na msimamo huo huo tu, wanafurahi sana. Unajua, unapokwenda mahali mnawashtukiza kidogo e, eh, umefoka pale Mwimbili leo nimekuwa nasikia kwenye media kwamba ile MRI sasa imekuwa tayari basi, mzee ukifanya, uki fanya, fanya namna ile utasaidia sana kutatua matatizo yanayowakabili yanayowakabili wananchi wa Tanzania. Kwa hiyo naomba tu nichukue nafasi hii kukabidhi, maneno mengi yako humo, hakuna ya, ya kusema. Akizungumza mara baada ya kukabidhi ofisi hiyo Rais Dr. John Pombe Magufuli amempongeza na kumshukuru Dr. Kikwete kwa kumkabidhi madaraka katika hali ambayo inayowashinda baadhi ya viongozi wa mataifa ya Afrika na duniani kwa ujumla, huku akimwahidi kuwa katika serikali ya awamu ya tano ni kazi tu ili kuweza kutimiza ahadi alizozitoa kwa Watanzania. Umejenga mazingira mazuri ambayo nchi nyingi duniani zimeshindwa kuyakufanya. Ikulu umepaacha salama na nataka kukuhakikishia pata endelea kuwa salama kwa ajili ya kuchapa kazi na kutekeleza yale ambayo tuliyaahidi wakati tukiomba kura kwa Watanzania, na niseme hapa ni kazi tu. Katika hafla hiyo fupi iliyofanyika Ikulu jijini Dar es Salaam, imehudhuriwa pia na makamu wa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Samia Suluhu Hassan, katibu mkuu kiongozi balozi Ombeni Sefue na watendaji wengine, ambapo pia wamepata fursa ya kupiga picha pamoja na kisha kujielekeza kuhudhuria katika mkutano wa ndani wa wajumbe wa kamati kuu ya Chama cha Mapinduzi. Emmanuel Buhohela, ITV, Dar es Salaam.